Idadi ya watu waliofariki katika tetemeko kubwa la ardhi nchini Myanmar na Thailand imepita watu 1000. Watu wengine zaidi ya 2000 wameripotiwa kujeruhiwa katika tetemeko hilo la ardhi lenye ukubwa wa richa 7.7 ambalo liliripotiwa pia katika nchi jirani ya Thailand. Hatua hii imekuja wakati huu ambapo idara za uokoaji zikiendelea kutafuta manusura katika vifusi ya majengo yaliyoporomoka. Tetemeko hilo la ardhi liliharibu majengo, kuvunja madaraja pamoja na barabara nchini Myanmar. Waharibifu mkubwa umeripotiwa katika muji wa Madley, muji wa pili kwa ukubwa nchini Myanmar unaokaliwa na watu zaidi ya milioni 1.7. Serikali ya kijeshi nchini Myanmar ambayo imewekewa vikwazo na mataifa magharibi imetoa ombi la msaada wa kimataifa. Inaelezwa kwamba uongozi mkali wa kijeshi nchini Myanmar na kuendelea kukosekana kwa utulivu wa ndani kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo kunafanya kuwa vigumu kupata taarifa sahihi kuhusu maafa hayo. Hili ndilo lilikuwa tetemeko kubwa zaidi kuwahi kuripotiwa nchini Myanmar katika kipindi cha miongo kadhaa, kulingana na wanajiolojia, ambapo lilikuwa na uwezo wa kuharibu majengo jijini Bangkok, mamia kilomita kutoka eneo kulikoripotiwa tetemeko lenyewe.